Salaam. Hospitali ya rufaa ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam imetekeleza agizo la Waziri wa Afya na Maendeleo ya Jamii Jinsia, Wazee na Watoto, Ummi Mwalimu alilotoa siku ya Jumamosi la kuwataka kuweka vyandarua katika wodi ya wanawake wajawazito ndani ya siku tano ili kudhibiti maambukizi ya malaria. Agizo hilo la Waziri Ummi Mwalimu ni la kwanza alilolitoa mara baada ya kuapishwa na kuanza majukumu yake, moja kwa moja kwa kufanya ziara ya kushtukiza katika hospitali hiyo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Neema Ndeto. Star TV imefika katika hospitali ya rufaa ya Mwananyamala na kwenda moja kwa moja katika wodi ya kinamama wajawazito ili kujua hatua zilizofikiwa na hospitali hiyo katika kutekeleza agizo la Waziri wa Afya. <coughs> Kaimu mganga mkuu na mratibu wa tiba katika hospitali ya Mwananyamala, Dr. Nkungu Daniel akabainisha changamoto zinazo wakabili katika hospitali za serikali. Changamoto ni kubwa, kwanza watumishi watoshi, pili hata watumishi wachache ambao wana madai yao ambayo mara nyingi yakuta haya haya haki zao hazileti kwa wakati, zinacheleweshwa, na unajua haki ikicheleweshwa ni sawa na haki iliyonyimwa, kwayo inaua sana mradi wa fanya kazi aeshinda fanya kazi zao kwa wakati. Kwa, kwa tunaomba serikali zile fedha zinazotakiwa kuja hospitali za ruzuku sije kwa wakati, hii zisaidie utoaji wa huduma atiba ni miongoni mwa changamoto inayoikabili hospitali hiyo ambapo wameiomba serikali kuangalia upya ili waweze kupata vifaa vya kutosha ili kuwahudumia wagonjwa takribani 2000 wanaofika katika hospitali hiyo kila siku. Asilimia 70 ya wagonjwa tunaopokea kwa siku outpatient ndio kwenye makundi ya msamaha. Tuna asilimia thelathini ya wagonjwa wanachangia ile cost sharing na hiyo ile asilimia 30 ya ya ya wagonjwa ndio sasa kama wanaendesha hospitali kwa sababu tunai pata hapo, ndio kurudia kila siku na kulipa wafanya kazi kama overtime na kama hiyo. Kuna kuta vitu vinafanya hadi wakati mwingine wanafanya kazi kwa miezi sita hajalipwa saiki zao, uh, za overtime. Wako na lala usiku hapo, unatakiwa lipwe kila mwezi angalau hajisa, kwa sababu fedha zifiti kwa wakati tushiwa kulipa hizo saiki za kazi kwa wakati. Neema Ndeto, Star TV.